E, bana, hii style inaitwa Zombie Dance. Na huyu ambaye amevaa t-shirt la blue anaitwa Vincent Peterson, ni America director, lakini pia ni choreographer, yani mwalimu na mbunifu mbali mbali wa kucheza michezo mbalimbali. Ana umri wa miaka 75 lakini pia enzi zake za ujana, miaka 80 years ago mwamba alikuwa anajishughulisha na uh, ubunifu wa michezo, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi ni Michael Jackson. Michael Jackson tunafahamu kuwa ni moja kati ya watu ambao kuna video zake nyuma ngoma zake nyuma ambazo alikuwa anazifanya ilikuwa anacheza kama zombi. Sasa ile style ya zombi, basi huyo mshikaji Vincent Peterson ndio leo ianzisha au ndio leo ibua katika wimbo wa Thriller ambao iliimba Michael Jackson, moja kati ya style ambayo ilikuwa inapendwa kinoma noma enzi hizo za ujana wake. So ili perform sana kinoma noma moja na mwaka 1982 so hizo style ya. na akaona isiwe kesi, basi ngojea tufundishe watu zaidi, na sasa hivi amekuwa ni moja kati ya mwalimu ambaye anafundisha watu na anafundisha watu namna ya kucheza kizombi zombi, au so bana. So kuna namna ukizeeka, watu wanasema kwamba unabidi bwana uache kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya nyuma. Sasa kuna watu wengine bwana akizeeka, wanabidi waendelee na kitu chao ambacho wanakifanya au naweza nikasema pia taaluma ambayo ulikuwa unaifanya before. So Vincent Peterson ameweza kufundisha au kufungua darasa maeneo ya nje huko, na watu wanafurahi na darasa lake na na act uh, kama dansa kawaida, wala ajali wala hana noma mnao. Hebu mtazame hapa alafu utavuta picha kwamba kuna namna hizi style kwenye ngoma za Michael Jackson zilikuwa ni nyingi sana na mshikaji. Ndio kama tulivyoambiwa, ndio anazirelease ndio Lizzy Boone. Au so bana, tumpe congratulations sana kwa sababu eh, miharibu vizazi vyetu kipindi cha nyuma. Watu wengi walikuwa wanaiga hizi style. Eh, kipindi hizo ngoma za Michael Jackson zimetoka. Kwa hiyo kuna namna eh, ikawasaidia wale wa, wachezaji wale madansa kupata style nyepesi kama hizi. Mshikaji ndio huyu hapa. Uh, Peterson tunampa maua yake. Bongo Plus hii ni nimekufahamisha, ulikuwa ujui. Peace.